Makala ya Majilio, siku ya 23. Kimya kinavunjwa, ahadi inazaliwa. Dakika za Kristo ndani ya Redio Maria Kenya, Nairobi, sauti ya kikristo nyumbani mwako. Bie, mpendwa msikilizaji wa Redio Maria Kenya, Nairobi, leo tunafika siku ya 23 ya safari ya Majilio siku ya mwisho kabisa, kabla ya vijili ya Krismasi, usiku mkuu wa kukesha tukitarajia kuzaliwa kwa mwokozi wetu Yesu Kristo. E, ni siku ya mipaka kati ya kusubiri na kuona, kati ya ahadi na utimilifu, kati ya kimya kirefu cha majilio na wimbo wa malaika wa Bwana, utukufu kwa Mungu juu mbinguni. yeah, yeah. Safari ya majilio tangu siku ya kwanza imekuwa safari ya kusafisha moyo, kunoa tumaini na kujifunza kusikiliza mungu katika kimya. Tumeitwa kuamka kutoka usingizi wa kiroho, kuangalia historia yetu kwa macho ya imani na kujiandaa kumpokea Kristo, si kama kumbukumbu ya zamani bali kama mgeni anayekuja leo kuishi ndani yetu. Leo safari hii inafikia kilele chake. Kimya kinakaribia kuvunjwa na neno linajiandaa kunena kwa mwili. Masomo ya leo yanatuonyesha wazi kwamba Mungu hafanyi mambo kwa pupa, kila kitu kina wakati wake. Kabla ya Mwokozi kuzaliwa Mungu anatengeneza mioyo kabla ya mwanga kuchomoza, giza linakubaliwa. Kabla ya sauti ya malaika kusikika, kimya cha imani kinahitajika. Katika somo la kwanza la siku ya leo kutoka kwa Malaki, kupitia nabii Malaki, Bwana anatangaza: tazama namtuma mjumbe wangu naye ataandaa njia mbele yangu. Hili ni tangazo la mwisho kabla ya agano jipya. Mungu anatuhakikishia kwamba hakuna kuja kwake bila maandalizi. Anamtuma mjumbe, anataja tena Eliya, ishara ya toba, urejesho na uponyaji wa mahusiano yaliyovunjika. Anasema ataelekeza mioyo ya baba kwa watoto na mioyo ya watoto kwa baba zao. Katika siku hii ya mwisho ya majilio kabla ya vijilia, ujumbe huu ni mzito sana. Ni kama mungu anatuuliza: Je, mioyo yetu imepatanishwa? Je, tumeruhusu Mungu atutakaze kama dhahabu? na je, Kristo atakuta mioyo iliyo wazi au iliyojaa vizuizi? Majilio yote yamekuwa maandalizi ya jibu la maswali haya. Zaburi ya leo ni sala ya mtu aliyefika mwisho wa safari ya kusubiri: E Bwana, unionyeshe njia zako, uniongoze katika kweli yako. Hii ni sala ya unyenyekevu wa kina, asemavyo padri Simon Kipruto ni kutambua kwamba bila Mungu hatuwezi hata kuchukua hatua ya mwisho. Zaburi inatukumbusha kuwa Mungu ni mwema na mwadilifu, huwaongoza wanyenyekevu na huwafunulia marafiki zake siri zake. Leo kabla ya vigilia, zaburi hii inakuwa kilio cha kanisa lote: Bwana, sasa tuongoze hatua ya mwisho Tuko tayari katika sehemu ya Injili kama ilivyoandikwa na mtakatifu Luka, leo inatuletea tukio lenye maana kubwa sana, kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji. Ni kuzaliwa kunakotokea karibu sana na kuzaliwa kwa Kristo. Furaha inajaa nyumbani kwa Elizabeti. Lakini tukio kuu si mtoto tu, ni kile mungu anafanya ndani ya mioyo ya watu. Zekaria aliyenyamazishwa kwa kutokuamini, sasa anaandika kwa ujaziri wa imani: jina lake ni Yohane. Mara moja kinywa chake kinafunguliwa, anazungumza, anamsifu Mungu. Hapa Injili inatuachia somo la mwisho la majilio. Kutokuamini kunanyamazisha roho, imani inafungua midomo na kuzaa sifa. Zakaria anawakilisha safari yetu ya majilio, kutoka mashaka kwenda kimya hadi imani, na hatimaye sifa Iha, joko, joko. Mpendwa msikilizaji wa redio Maria Kenya Nairobi, leo si siku ya kawaida. Ni siku ya mwisho ya kimya cha majilio. Kesho usiku kanisa litakesha, nuru zitawashwa, nyimbo zitasikika, mtoto atazaliwa. Masomo ya leo yanatuonyesha ahadi sasa ziko tayari kuwa historia. Kimya kiko tayari kuwa wimbo, na kusubiri kumefikia kilele chake. Yohane anazaliwa ili atu... Yohane anazaliwa ili atangulize sauti, Kristo anakuja ili awe neno lenyewe. Tunapofunga siku hii ya ishirini na tatu ya Majilio, tunasimama mlangoni mwa fumbo kuu la imani yetu. Tuwe kama Zekaria, tukubali mapenzi ya Mungu hata kama hatukuelewa kila kitu. Tuwe kama Elizabeti, tushangilie matendo ya Bwana na tuwe kama Kanisa, tukikesha kwa imani, tukingoja mwanga wa dunia. Joko kesho usiku kimya kitavunjwa. Leo tukae katika kimya hicho kwa heshima na matumaini. Tuombe. E Mungu mwaminifu, wewe ulioongoza safari yetu ya majilio tangu mwanzo tunafika leo katika siku ya mwisho ya kusubiri. Tunakushukuru kwa kila hatua, kwa kila neno na kwa kila kimya kilichotufundisha kukuamini. Usiku wa vijilia unapokaribia, safisha mioyo yetu iwe hori la Mwokozi, fungua midomo yetu ikupe sifa, na ujaze maisha yetu nuru ya mwanao. Tufanye tayari kumpokea Yesu Kristo anayezaliwa kwa ajili ya wokovu wetu. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu anayekuja leo, kesho na milele. Amina na utuokoe. Mpenzi msikilizaji wa redio Maria Kenya, Nairobi, tunakutakia usiku mtakatifu wa maandalizi, moyo wenye utulivu na furaha inayochanua polepole kwa maana Bwana yuko karibu nasi zaidi ya vile alivyokuwa siku zote. Nikutakia tafakari njema unapojiandaa kwa ajili ya mkesha wa kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Aweze kuzaliwa katika nyumba yako, azaliwe katika familia yako, azaliwe katika moyo wako, na azaliwe katika mahusiano yako. Nikutakie siku njema. Nimekuwa wako Shamba wa Shamba katika makala haya ya dakika zake Bwana wetu Yesu Kristo ndani ya Redio Maria Kenya Nairobi.